Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Hii ni daily talk inayowajia watu wote kwenye platform hii ya YouTube ya Dr. Chris Mauki kila siku asubuhi. Leo natamani ni kufundisha kitu ambacho yamkini kitaweza kubadilisha fikra zako na namna wanavyotazama mambo. Utakuja kugundua kwamba nyakati ambazo umekuwa ukiambiwa mambo, nyakati ambazo umekuwa ukikosolewa, nyakati ambapo umekuwa ukipingwa, nyakati ambapo umekuwa ukisemwa na ukajitetea na ukapinga na ukakataa na ukalalamika, wanakusema wanafanya mambo haya na yale, kama umekuja kuchunguza na utakuja kugundua ya kwamba kuna uwezekano katika mengi yaliyokuwa yanasemwa mengi yaliyokuwa yanaelekezwa kwako, mengi uliokuwa unayaambiwa ukajitetea na kuyapinga, yalikuwa na ukweli ndani yake. Sisemi kwamba yalikuwa na ukweli asilimia mia moja, lakini yalikuwa na ukweli labda asilimia sitini au hamsini au thelathini au arobaini au ishirini au hata asilimia kumi, yalikuwa na ukweli. Sasa badala ya kupinga na kuwa mkali na kujitetea sana, alafu ukabaki vile vile ulivyokuwa bila mabadiliko yoyote, ingekuwa bora ukatulia, ukakubali yale yaliyokuwa yanasemwa, alafu ukachunguza ni eneo gani ambako yana ukweli, ili uweze kubadilika. Kwa sababu kupingwa na kukosolewa hakutakiwi ukuchukulie negative, lakini kama kuna kitu cha kuweza kubadilika au kubadilisha maisha yako au kukibadili wewe ili uweze kuwa bora zaidi, ni asilimia mia, ni bora ukichukue hata kama ni kidogo, kwa sababu it will make you a better person. Itakufanya utakuwa mtu bora zaidi kuliko uliokuwa kabla. Sio kila sehemu unatakiwa kutoa excuse, unatakiwa kujitetea, unatakiwa kukwepa, unatakiwa kupinga. Mara nyingine, chambua kama mchele, tunatoa mchele na kuacha chuya, na kuacha makapi. Tafuta vile vinavyoweza kukubadilisha